Paci TV ni God Yanga kiboko ya madunduka na ripoti kutoka mkoani Mbeya. Sahii tushafika hapa, unavyoona tuko eh, Mlomba eh, Ilomba, mtamke vizuri wa Dar es Salaam Ilomba. Ilomba, Ilomba, Ilomba, tuko na mwenyeji, lakini mwenyeji wenyewe ni Jessica Manji, mwenyeji wa Temboni. Mwamba, vipi? Uzi wa mwaka gani? Msimu uliopita. Mechi unaionaje leo? Ah, mechi ipo itachezwa kama kawaida, kama tulivyojipanga kwa kushindi, tutaenda kushinda. Ila tukienda kiyonge kiyo, nyenge tutaibisha. Yeye yeah. Yeah, ninachoamini tunaenda kutoka na matokeo mazuri tu. Wewe umefunga safari uje kutoka Dar mpaka huku, nategemea ushindi kilometa 800 plus. Of course. Na sijalala. Yeah. Nikiwazia timu yangu lakini umekuja na support ya wachezaji na benchi na ufundi vizuri sana. Sasa unaweza ukatajia wachezaji watatu muhimu kwenye kosi chako cha kwanza watatu? Watatu ni wao wakiwemo 11 namoja atakuwa sana, watatu tu jigidi yala atacheza beki pale baka

Ba, mechi unaionaje? Mechi ni mechi nzuri, lakini ukiwa bora pia unaenda kucheza naye ni bora kama wewe, though kuna percent za wachezaji wamepishana quality, lakini unapoenda kucheza na opponent wako, cha kwanza ili uwini mchezo ni kumheshimu. Mbeya City wana takriban misimu miwili, kama sikosei mitatu, hawakuwa kwenye NBC Premier League, lakini this time wamerudi na usajili wao sio wa kubeza. Wana mtu kama Kiombo, tunajua ubora wake. Ah, wow, uh, Habibu Kiembo. Yeah, wana mtu kama Rifati Rifati Amisi. Yes. Ni mchezaji mzuri, ni striker ambaye ni mzoefu tukiongelea, toka akiwa Ndanda mpaka sasa hivi uko Mbeya City. Kwa ubora wake tunajua mtu kama fullback kama ya haya mbegu, tunajua kazi yake sio ya kuielezea sana. Ukimgusa haya mbegu, tunakumbuka matokeo ya, ya efu. Kwa hiyo bado hatumbezi, lakini what we believe tunaamini kwenye upangaji wa kikosi cha kocha yetu. Ukituambia sasa hivi tuseme ni nani anaenda kuanza bila ya tuelewi ni nani, unaweza ka ukashangaa, leo kaka golini namba sita anacheza diara, lolote linawezekana, ko sisi tunachoomba ni matokeo. Kufunga safari Dar es Salaam, tumbea almost kama kilomita mia nane, alafu upoteze mchezo inauma, lakini sisi si. tunawaambia tu... watu Young Africa Africa? leo inaenda kuonyesha mchezo. Young Africans Young Africa. au <laughs> Both of it. Yote wasema both both team to score. Ya, leo tunaenda kuonyesha mchezo ambao watu walikuwa wanategemea, wanasema nature ya uwanja inatusumbua, na hatukatai kutokana na records, lakini this time tunaenda kufanya wonders, yaani wajiandae tu, unategemea surprise ile ya, ya Mbeya City wakati wanapanda wanapanda daraja misimu mitano sita iliyopita walikuwa bora sana unategemea kiwango kile kinaweza kaonekana leo. Siwezi kutegemea kiwango kile kwa sababu wakati wako bora ilikuwa ni Yanga Afrika ambayo inaendeshwa na, na mwenyekiti Mshindo Msola, lakini this time ni Yanga Africa ambao tuna mabadiliko ya uongozi kwenye ngazi ya uongozi tunaongozwa na rais. Kwa hiyo wasije na hizo records, maana kitawalamba baba Yanga. Hey, mambo mbona unapiga, umepiga mauaji. Uh, leo patawaka. Uh, leo patawaka moto uh, mechi kiwalisia ki, ki, ki, ki si nyepesi. Mechi ni ngumu, sema tu kitaenda kwa mua, pa ni quality, lakini wadau wanasema timu yetu haichezi vizuri ah. Katika mpira cha kwanza ni matokeo ayo, mingine mbwembwe, na sijajua kwa nini watu wanataka tudogosha, wanataatudogosha wanataka tudemoralize mm. Yanga bado tuko katika kiwango chetu kile kile. Sasa tukiingia kwenye mtego kwa mashabiki wa wapinzani itakuwa ni miayusho, lakini napenda kuambia mashabiki wa Young Africans hususan walioko Mbeya tujumwike Sokoine. So leo tutaona bila, uh, biliani tutaona pila pasi ndefu, ndio ndio asili yetu kwanza, tusizao. Mimi bwana, nachoamini ukitoka safari ndefu sawa, huwa una uhika na ushindi, unaenda kwamba unaenda kushinda, sawas. Ukifungwa utaondoka na maumivu, si ndio? Lakini pamoja na kwamba timu inaonekana ichezi vizuri, wewe imani umeitoa wapi? kutoka daa mpaka hujaukumbe. Kwanza ni ni mwenyeji wa wa Mbea, andambwire ananiaminisha kabisa leo wa Tanzania, andambwile leo aenda kukiwasha kwa sababu hapa ni nyumbani. Naamini jasho na, ee, na damu atalimwaga. Pili na kikosi, kuna dumbia yupo na kipa ambaye ni... tangu ameingia nchini rekodi yake ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya quality, goldi. Kwa kwahiyo quality godi leo inaenda kuamua pasipokuwa na shaka yoyote Yanga, tunaibuka na ushindi sio chini ya goli mbili. Ah, two plus, two plus. Yani, wenye kubeti waweke two plus na yote, kama Yanga itamua kwa two plus yake aliyembea aje milioni. Ila ikiwa Yanga pekee ndo amekuwa, umuulize maswali mawili tu Lastboni wa Yanga ya ya kweli. Yanga tulipofika ni next level, yani unaenda kucheza na Mbeya City, hauwezi ukaanza kufikiria kichwani first 11. Na kama unavyofahamu kocha wetu atabiriki, lakini kwa sababu tuna mechi ngumu pale Lilongwe, nadhani kocha aanze kupumzisha key players mapema, kwa sababu mpinzani Mbeya City ni mpinzani ambaye hatishi. Kwa hiyo kocha hata kama atakuja na kina Msheri na kina Kibwana na kina Dennis Nkane mi nadhani itapendeza zaidi, kwa sababu watu wanasema Mbeya City sisi wanatusumbua. Sisi tunataka kuwaonyesha kwamba Yanga waliokuwa wanatusumbua ni tofauti na Yanga ya sasa hizi. Kwa hiyo kocha aje golini na Msheri eh, kulia aje na Kibwana Shomari, kushoto ataamua sasa yeye mwenyewe, kwa sababu wachezaji wote mi naona tu wako eh, poa. Katikati pale naona sasa kocha aje na Bakari Nondo Mamnyeto, kapteni aje na Ibrahim Baka Eh, kwenye eneo la midfield naona kocha, kwa sababu tumemiss Showboy, tujamuona muda mrefu Showboy, aje na Showboy na ninju na Kasimiro. Mbele kule naona ninju... eh, ninju na Kasimiro tujaona yeah. product eh, mali kweli, kweli, kutoka ligi ya Zanzibar wamekiwasha kweli pale PBZ. Kwa hiyo eh, kwenye eneo la winga natamani na sana nimuone mtoto wa Buza uh, Dennis Nkane eh, na katika winga ile nyingine ya kushoto, sasa kocha ataamua aje na Chikola au aje na huyu Maxim pia Nzengeli kwa sababu tumemiss pia kusoma ujumbe na kama atacheza atafunga. Kwenye eneo la striking natamani kocha aje na Clement, japokuwa Clement jamuona, lakini yoyote ambaye atakuwa amebakia itampendeza. Yani, unacheza na Mbeya City, kumweka Andy Boyeli ni kwenda kuwatesa Mbeya City kwa sababu Mbeya City kwanza hatufanani kwenye quality na Yanga. Na tulishasema msimu huu tunagawa vipigo kulingana na mdomo wa mpinzani. Mbeya City sijasikia walipoongea sana, kwa hiyo mdomo wao kuwa mkubwa, kwa hiyo kikosi hicho kinawastahili wakati tunapiga story hapa kwenye gari nilikuwa nasikia unasema, ujio tu wa Dumbia kuja Mbeya lazima kuwe na balaa kwenye upande wa mechi ya leo, lakini kwenye kikosi naona kama umequit kumtaja Dumbia. Aa, nilisema tu unapomwona Mohamed Dumbia airport ya sehemu Yanga wanaenda kucheza basi jua hiyo timu inaenda kufanya training mara ya pili unapomwona Pacome Zouzoua the most valuable player kwenye ligi yetu, basi jua wapinzani wanaenda kuteseka. Mbeya City, mimi sijasikia wakitamba sana zaidi ya hizo rekodi ambazo wanatamba nazo. Kwa hiyo hicho eh, kikosi nilichokitaja, sijamtaja Dumbe kwa sababu kuna shughuli pevu inakuja pale Lilongwe Malawi. Kwa hiyo hicho kinawatosha. Dumbe unajua, akikata kwenye benchi mechi tayari ameicheza, kwa sababu kocha wa timu pinzani lazima aanze kuumiza akili kwamba kocha wa Yanga akimnyanyua Dumbe inaenda kutokea nini uwanjani kocha wa Yanga akimnyanyua Pako Mzuzu akinaenda kutokea nini uwanjani? Kwa hiyo Dumbia tu kuwepo pale kwenye benchi la Yanga tayari ni weapon kwa wapinzani. Kwa hiyo kocha amweke hesabu Dumbia na asimuingize, kwa sababu muda anataka kumuingiza Dumbia ayupi Yanga tutakuwa tayari tunaongoza goli tatu. Kwa kwa hiyo Dumbia sio kipimo sahihi cha hawa watoto. Dumbia ni kipimo sahihi kwa kina Mamelodi, Al Ahly, Esperance Tunis, Wydad Casablanca na timu nyingine kama unaweza huko duniani lakini Mbeya City hawa kwanza ni, ni wadogo wao nanda mwili. Kwa hiyo leo Bwana Godi, Godi, nilikuwa Godi, nilikuwa nakusikia unasema katika shangilia zote this season zinazokubariki ni wewe mwenyewe unasema ni Charlie Chaplin wa kuchaji ada wile, leo unamshauri nini katika necha ya uwanja ashangilie vile vile, au ikitokea kasoko? Kwanza apige mikuki ile misumali ile mbali ile. mifatake kama alofunga kule Gabloni kule apige mikuki kama ile, lakini kwenye kushangilia chat chapping muhimu, sisi tunafurahia ile, awe Sokoine, uwanja mzuri. Shahidi kidogo, jo e amelala, influensa amelala njo. Je, tutapata shahidi kwenye usingizi? Mambo vipi? Tushafika Mbeya, wananchi wanataka shairi la haraka. <laughs> <makes> la, haraka la usingizini <makes> <makes> <makes> Eh, la, la kufika Mbeya waambie kwamba umeshafika Mbeya na wategemee makubwa leo mbele yenyewefik ah. <makes> <makes> <makes> <makes> Sisi Yanga influenza tumeshafika Mbeya, mm. Safari haija tutesa, ugumu tumezoea mm -hmm. Nyee, kwa hiyo ana Mbeya anitayari kutupokea Mbeya mm -hmm. City atakandwa ni mkate kwenye chai ba mashaili anatoka, lakini kwenye sa sauti ya bezi amjazoea mezoea zile sauti za kati kwenda juu hii ni sauti namba ngapi hii? Namba mbili bezi, yeah. K kumbe kuna siku unaweza ukaimba bezi, yeah, naweza kabisa Mbea ziti tumewajia, yeah. Kwa kocha sijasikia miruzi. Yanga mkishangilia kocha Romain Folz lazima wataumia. <laughs> Bwana ule mchawi wetu anayetuloga Dar es Salaam ajaja Mbeya leo, tutapata pila burudani, pila mashatashata Bwana maliza, hebu maliza. Wakaribisha wana Yanga Mbeya leo sokoni. Ah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusafiri, kusafiri salama. Safari haijatusumbua. Ukisema kusumbuliwa na safari Florence, sisi tushazoea. Ilipo Yanga sisi tupo. Kwa hiyo sisi tunawaomba mashabiki wa Mbeya, Mbeya. Ikifika milango ya saa 9:30, Tunataka uwanja umejaa. Burudani sisi Yanga tumezoea. Sisi tumefuata pointi tatu. Hatujafuata kulaumiana. Si tumefata pointi tatu na pointi tatu tunaenda kuzipata. Asante sana bana, nikiripoti he kutoka jijini Mbeya ni Nimi...